Mwanaume atampe nono ata upanue miguu yote mpaka nyama ya redi ionekane. Bado atatoka nje. Mwanaume atoka mpea na mastaili zote. Wenyewe wanasemanga ati mtu haizi kula asukuma kila siku, lazima aende, atafuta kanyama kaume na kakabe. Sasa wewe, kama ni eh, ukipea na nono usipeane tu yote hata eh, eh, ukimpea yote atatoka tu. Mwanaume si mtu wa kufurahisha. Mwanaume atampe nono, hata upanue miguu yote mpaka nyama ya redi ionekane, bado atatoka nje. Mwanaume atoka kampea na mastaili zote, ukainama, ukaina, sijui ukachukua mguu kaekelea kwa ukuta bato atatoka nje. Wenyewe anasemanga ati mtu aizi kula asukuma kila siku, lazima enda atafuta kanyama akaomena kakabeci. Sasa we kamanide, ukipeana nuno, usipeane tu yote juu, hata ukimpea yote atatoka tu mwanaume, si eh, mtu wa kufurahisha eh.